Siku chache baada ya mchungaji Abel Kahinde Gande kukamatwa kwa madai ya kuendeleza imani potovu, viongozi wa kidini wamesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuwa bado kunao wanaotumia dini kwa manufaa yao ya kibinafsi, ambapo wametoa tahadhari kwa jamii dhidi ya watu kama hao. Viongozi wa kidini wakisikitika kutokana na viongozi wa kidini wanaoendeleza imani potovu. Tunashangazwa kwamba bado sehemu za Kilifi zinakumbwa na imani potovu wakati huu, kutoka kwa viongozi au baadhi ya kiongozi wa Kikristo, na kwa hivyo tunazidi kuwatahadharisha wenyeji kwamba si kila mtu anayetumia neno mchungaji anaweza kuaminiwa. Viongozi hao pia wameonekana kuwa na kumbukumbu kumbu ya mmoja wa watu waliotumia dini kwa njia isiyofaa kwa jina Paul Mackenzie, ambapo zaidi ya watu mia nne walifariki, huku wakikashifu vikali wachungaji kama wale, wakiongeza kuwa wachungaji kama hao ni muhimu wachukuliwe hatua kali za kisheria kwani wanaleta aibu kwa dini, maana wanakiuka desturi zote za dini zinazoaminika. Tukikumbuka huku nyumani, tulikuwa na mtu kama MacKenzie ambaye kweli alibreathe sumu katika taifa letu la Kenya na hata katika mataifa mengine, na alikuwa mtu wa dini, anasema ni wa dini. Mimi kama chairman wa interfaith na wenzangu tu, hata nakumbuka kwamba Uh, preaching yetu ni amani. Preaching yetu kuleta matumaini kwa watu. Preaching yetu ni kuleta uh, umoja na through dialogue. Maana hiyo tio tunasema tunashirikiana pamoja na kuhakikisha kwamba uh, watu wamesaidika, watu wote katika nyanja ya kitaifa uh, political sako uh, na religious sako. Mambo kama hayo ambayo yalitendeka jana kama dini, we condemn that. Tukio la hivi karibuni lililofanyika huko Kilifi, eneo la Chakama, lililohusisha mchungaji Abel Gande, viongozi hao wamesema kuwa halina umungu wote ndani yake, wakisema kuwa visa vya fivo vya washiriki haviambatani na dini, kwani dini inafaa kulinda na kuheshimu maisha ya binadamu. Ah, kuhusu tokeo ni kwamba halina umungu ndani yake na katika viongozi wa dini wanastahili wafanye mambo ambayo yana umungu ndani yake, na ilikuwa ni aibu kwa madhehebu kwamba iliweza kutokea kutoka kwa viongozi wa, wa, wa dini sasa mjini Chakama. Dini tunatarajia iwe itaheshimu na kuenzi maisha ya binadamu, lakini dini hatutarajii kutoa maisha ya binadamu. Kwa hivyo viongozi wa kidini ambao wako katika mirengo ya wasiwasi, badili kuheshimu maisha binadamu, wao ndio wa kwanza kutoa maisha, kuelekeza kutoa maisha binadamu, hao tunakemea vitendo kama hivyo. Immaculate Karimi, Undugu TV.